Wakazi wa Changamwe, kaunti ya Mombasa wametoa wito kwa serikali kufufua na kukiboresha kiwanda cha kusafisha mafuta cha Changamwe ili kutoa fursa ya ajira kwa wakazi. Wakazi hao wameyasema haya katika kikao cha kuchukua maoni kwa kamati ya nishati inayoongozwa na Seneta wa Tana River Danson Mungatana, kamati ya bunge la kitaifa inayoongozwa na mbunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria. Wamesema lazima kuwa na mikakati mwafaka ya jinsi wakazi hao watanufaika moja kwa moja na usafishaji wa mafuta yanayochimbwa katika vitalu vya T6 na T7 katika bonde la Kusini la Lokichar ya Turkana. Wakazi aidha wamesisitiza kuwa kukiboresha kituo hicho na kukigeuza kuwa kituo cha kisasa chenye uwezo mkubwa wa kuhifadhi na kusambaza mafuta badala ya kukiacha kama kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi kilichosimamishwa shughuli zake mwaka 2013 kutafungua fursa, ikiwemo kuongeza ajira, kuchochea maendeleo ya miundo mbinu na kuinua kiwango kikubwa cha shughuli za kijamii na kiuchumi ndani ya Changamwe na ukanda mzima wa pwani. Wajumbe wa kamati za Seneti na Bunge la Kitaifa wamewahakikishia wananchi kuwa maoni yao yamepokelewa na kuzingatiwa ipasavyo, na kwa kauli moja walikubaliana kuunga mkono wito wa kufufua kiwanda cha Changamwe. Na mimi nawaambia kila kuchao, kwa mke ile na ile vitu alifanya hapa ya maandamano, hajawahi toga fikra yake katika ile refinery na KGR, kila wakati ni swali, ni mijadala kujaribu kurude, kuregesha KPRL pamoja na refinery yenu. Kwa hivyo ninataka kumpongeza ya kwamba going forward na kurudisha huyu mfumo ya kurudisha refinery hapa, ni lazima nyinyi wa Changamwe mfanye uamuzi wa kama mnataka mtu mgeni, sasa yeye atapotea barabara, lakini kama mtamregesha Omar Mwinyi, yeye ashashika barabara na <coughs> mambo ambayo yanahusu kufufua refinery yetu, mambo ambayo yanahusu jinsi ambavyo barabara zitaathirika, na jinsi ambavyo watafanya kurekebisha barabara zenu, kama sitaona mpango mzima ya kuwapa vijana wa hapa Changamwe nafasi za kazi, kama majibu hayatapatikana kwa maswali yote ambayo mmeorodhesha hapo, mimi sivuna, na kura yangu moja Nairobi itapinga huu mkataba. Wakawafanya nini? Warudi wajibu haya maswali yote ambayo mheshimiwa Mwinyi ameuliza hapa kwa ajili yenu. Maana sisi ni wawakilishi wa wananchi. Kama mwanasheria, najua mahakama zetu tayari zilipitisha zikasema, hii mambo ya kukalisha wananchi hapa wanatoa maoni yao, kisha mnayapuuza, mnayapuuza. Sasa mimi niende bunge nijifanye sijasikia mambo ambayo mmesema hapa, itakuwa ni haki kweli? Eh, ukiangalia ule mkataba ambao umesainiwa waliopiga aa kwa kutoa mafuta na kuuza mafuta umesainiwa kati ya wizara ya kawi ambayo mmoja ameongea hapa. What yeah, we are saying here is if we keep on killing these industries we are denying our people opportunities to get employment na watu wakiwa hawana kazi, kitu itabakia ni nini? Ni kula mugoka, ama sivyo? Na watakuwa wakora, pia watakuwa wavivu, alafu tutaitwa watu wa pwani ni wavivu, ama sio? Lakini ukweli ni kwamba opportunity za kazi zilifanya namna gani, ziliondoshwa sisi. So on a serious note, sisi twasema aende mbele hata inaweza refinery, irrigation, kama ndugu yangu pale aliposema. Kama serikali haina pesa, hata sisi wenyewe tufanye nini? Tuchange. Si kuna public shares zinakuwa floated, tununue ili tufanye nini? Turegeshe hiyo refinery na mimi nafikiria hili ni jambo laungwa mkono na watu wote, na kama mnaunga mkono, hebu tuonyeshe kwa ishara, wangapi wanasema refinery irejeshwe. Sasa hii ni uwakilishi wa Changamwe kwa niaba ya wachangamwe wengi, na wakaletwa wachangamwe wote, msimamo wao utakuwa ni bunovudo pia vilevile. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa. Mimi ni Ramadhani Nyae.